DMK TV, a lifestyle experience. Omosh ya kababa one hour, nitaguze hiyo baba wakambo kidogo. Bado na mimi pole, ni mababu, msamaha kusema hii. O, Kenya kila mtu amechanuka, na kena kuna mtu mujinga, na kama wewe ni mujinga ama Kenya, enda Uganda. Uganda bado unaweza pata waziri wa fedha baada ya kwa nyumba ya nyasi, lakini sio Kenya. Kenya kila mtu ni mjanja, watu sio wajinga. Oh, mimi kama Mos, mimi kama Mos nimekuwa upinzani from 1963 <laughs> Nimesema mimi mmoja kama wanaa nilianza upinzani from 1963, ah bwana <laughs> siwacha niongee hadi 2025. Nimechanuka 2024 nilichanuka last year, na venye nimechanuka last year, ukikubali nitarudi chini? Oh, sitarudi. Raila Odinga ameongea na William Samuel Ruto. Na raina asimami tena, asimami na tuna de deni ya mutu atuna deni okay. Si ya mutu atuna. Ukisimama simama at your own risk, atu, atu, ya mtu. tukipenda tutapiga kama tutaki atuta piga yuko ya rais bado atutaamua. Raila akisema <laughs> ni Raila kwetu, ni Raila anasema lazima. Raila ilionya tukuna ID moja, ID yetu ni moja na inasema jina moja peke yake, jina la Raila, oh, mudiga peke yake, hiyo ndio ID yetu. Nimesikia watu wanaongea, oh, Ojwang' amekufa. Ni sawa ni mtoto wetu, na tunapanga kumzika venye tunazikaga hao wengine, na itaisha tena tusahau. Sijuzi tulisahau tu ya ngondowile sijuzi tu atakuwa tumesahau sana sana tena ingi tena ingine ndio tuone tunakuva zaidi tuone tutoe kwa serikali. Oh, mimi najua in 2027 Raila Odinga na William Samoei Ruto ground si mzuri sana pia, vile ground si mzuri sana vile vile na Raila bado pia hajaongea na 7 sio Ruto, ni Raila. Raila akisema ni Ruto, oh, nakwambia, free upende usipende, utapiga kura <laughs> na hiyo si tafadhali, utapiga juuwati, sio wajinga na ningependa ninge kuambia gavana wa Nairobi Johnson Sakaja, saa hii nimeona hukuna pati yako jina ndiyo ujaipea, lakini ugunzi gun, hiyo ni yako, hiyo ni pati yako gunzi, ni pati yako, na logo ni rungu. Ongea upigwe mavijana kulinda jiji <laughs> na majenzi na magunzi i <laughs> <laughs> kea ni ndogo, na mukiwachwa mupigane, uliza Israel <laughs> <laughs> <laughs> kitanafanyika sai huko Kenya babe, nasikia vizuri ah. Tu, tunaumia kama hata sisi tunaumia na kama watu wanaongea mambo ya ujua, tuongee mambo ya ujua, si hata tunadanganywa, endeni maandamano ujua, tu ujua, ujua, tukifika town Ruto must go <laughs> wamechange wao ndio kwa nyuma ukijua, na, na, nataka justice ya ujua, ujua. Lakini ukifika town imechange, Ruto must go au ndio magumzi, umemudanganya, akitoka naenda justice, kutafuta justice ya wajua, akasema niba hiyo ni kitu ya maana, wacha niende, lakini akifika town. Atiruto tam udoegi, napigwa ngumi. Sikudang'anya utapigwa ngumi. Hapo ndio vita, inafanya nini, itaanza kama ni maanamaana ya Gen Z Museme leo naye ni maandamano ya jinsi. Msiseme Ruto must go. Iyo ma, ile mtapigwa na, na magunzi ya Sakaja. Justice, justice, justice, justice. Baba Jogarat anacheka tu. Fanyeni, nisibe. Na nimesikia watu wengine mutu pia mwenye mekoma kili hakuna ndevu amekaa tu chini ati anaongea kuhusu kifo ya mutu ati, ati, ati, ati, ati! Kumbavu wewe mutu mtoto, am yake amekufa hajazikwa, mechukua makrofon unaongea, ahata kuzika mtoto wake, apigwe na gari akufe.

na kuna wenye pia watu pia wana complain wewe pia wanasema, hata wewe oh, umechukua kila kitu. Wewe ni CS yes, ya agriculture. Wewe ndio sijui wewe ni wa health. Inatuchanganya ikifika 2027 mimi naumia wewe pia unaumia. Ikifika maandamano, wao waendi, ni sisi tunaenda. Kuna maandamano Karen, tunatumika masaa ya maandamano, waendi ni sisi tunaenda. Wewe unapewa mia tano na rungu, wangali maisha yako. Mimi nichukue mia tano na rungu watanikufeja utapigwa na jenzi, kama utapigwa na jenzi mukipote mutu town analinda jiji piga. <laughs> <laughs> Amalipo mia tano, unatumika aje? Hivi nasio yetu, nyeawakubwa wanapigana enyewe kwa wenyewe wanakutumia. Mbona waenyi maandamano

na unajua yani, kidogo tu unajua, angalienda hadi leo hajairudi, na hata hawatairudi tena. Ni sisi tunatumika vijana bwana. Madamano hao anakupia mia tano, anachukua gari yake, bodyguard amunyako hivi, amemweka katikati ukienda huku utapigwa, bwana, utoka mwisimia. <laughs> Anapita <Peter. laughs> anaenda kwa nyumba yake, anachukua TV, achukua na mtoto yake, naombwa, anacheza nayo, chukua remote, si yake, yako, mtoto yake dadi. look, look, look, look, this one, look, this one. Sasa unakimbia <laughs> Kazi. Kazi. Kazi. Wajinga wangu wananifanyia kazi vizuri. Kwanza mtu akipewa sakata anasema ndio. Ongeza kingine. Ongeza kingine. 500 yake inafanya kazi. Wanatumika. Wewe unatumika mpaka lini wewe? Utatumika baka lini? Ambia mwana siasa wewe, asubuhi na mapema, Tom mtoto wako na bibi yako wakae mbele, mimi nifuate. Ama kama sio hivyo, watu sio wajinga.